Mifugo ila tunatakiwa kuzingatia makazi bora ya, hao, ya hiyo mifugo ambayo tunaifuga hapo nyumbani. Lakini tunatakiwa, hiyo mifugo inatakiwa kupata chakula na maji safi kila siku ili na yenyewe iwe na afya bora. Pale tutakapokuja kuitumia, tupate vile virutubisho kwa namna kwa namna ambavyo inatakiwa kwa sababu hii mifugo isipopata chakula na yenyewe pia inatengeneza Virutubishi mwili mwilini mwake ambavyo hivyo virutubishi ndio sisi tutakuja kuvipata. Kwa hiyo tusipoipatia chakula inavyotakiwa, isipopata maji safi, hata tukija kuitumia inaweza ikawa ina virutubisho ambavyo havina ule ubora unaotakiwa. Lakini tunatakiwa kufuata kanuni za chanjo kama ambavyo zina inaelekezwa na wataalamu wa mifugo, tunatakiwa kufuata na kuzingatia ili mifugo yetu iwe salama. Tunatakiwa kuepuka kitu kimoja cha kuuza mifugo yote. Unajua mtu mwingine anaweza akawa amefuga kuku au amefuga sungura akazaliana kwa wingi. Akaamua ngoja niuze, hii hela niifanyie kitu kingine. Tuhakikishe kwamba ile mifugo ambayo tumeifuga nyumbani kwetu inatusaidia kwanza sisi kabla haijaenda kusaidia watu wa nje. Tuhakikishe kwamba imetusaidia katika milo yetu. Tumepata virutubishi ambavyo tulikuwa tunavitafuta halafu vitakavyobaki ndio vikauzwe. Kwa hiyo hayo ndio mambo ya kuzingatia.